Ah, wakati malaika anamtokea alikuwa katika, ha katika kutumika, yupo madhabahuni anafukiza uvumba. Kwa hiyo alikuwa ni mazingira ambayo yangeweza kumsaidia kupata ujasiri na kuamini, lakini hakuamini. Lakini kitu kizuri ni kwamba hilo alikubadilisha mpango wa Mungu kumleta Yohana duniani kama mtangulizi kwa hiyo yalikuwa ni mazingira ambayo yangeweza kumsaidia kupata ujasiri na kuamini, lakini hakuamini. Lakini kitu kizuri ni kwamba hilo alikubadilisha mpango wa Mungu kumleta Yohana duniani kama mtangulizi wa Yesu. Je, na wewe usiamini kweli yako mambo ambayo hata usipoamini Mungu atafanya, lakini hautakuwa salama. Kwa badala ya kutokuamini, jijenge katika kumwamini Mungu katika kila hatua unayopiga. Jijenge katika kumsikiliza Mungu kila wakati. Jijenge katika kumwangalia Mungu katika kila, uwe umefanikiwa sana, mwangalie Mungu. Uwe haujafanikiwa kabisa, mwangalie Mungu. Uwe katika hali ambayo tunaweza kusema kwamba upo katikati, mwangalie Mungu. Usije ukafika kwenye pointi ambayo utashindwa kumwangalia Mungu. Na hata kama una hoja ya kibinadamu ya kukufanya wewe ukate tamaa, usiitumie hiyo hoja kwenda nayo mbele za Bwana. Badala yake, jenga msingi katika kumwamini Bwana katika mazingira Jambo la tatu ambalo natamani niliseme liseme ni kwamba unaposhindwa kumwamini Mungu katika majira ambayo ni lazima atimize mpango wake utajiweka katika hali ya matatizo. Hili ni jambo la tatu, unaposhindwa kumwamini Mungu katika kipindi au katika majira ambayo ni lazima atimize mpango wake. Kisa katika maandiko anasema, najua mawazo nayowazia ninyi ni mawazo ya amani kuwapa tumaini katika siku zenu za mwisho. So there is a moment, huwa kuna kipindi ambacho ni lazima Mungu atimize mpango fulani kwenye maisha yako, huwa kuna kipindi ambacho ni lazima Mungu ashughulike na wewe. Hivyo vipindi huwa vipo. Sasa unaweza ukawa umeomba au haujaomba, lakini hayo majira, hao hivyo vipindi huwa vipo. Unajua, kuna vitu vingi vimefichwa kwenye akili zetu, hatuvipati vizuri sometimes it, kwa sababu wakati mwingine uelewa wetu wa kumwelewa Mungu ni mdogo. Kwa hiyo kuna vitu vya Mungu anataka kuvifanya, sisi tunakuwa hatuna habari. Sasa akitaka kulifanya jambo na wakati wake wa kulifanya umefika, kama wakati wa Yohana kuzaliwa ulifika, sasa wewe unaposhindwa kuamini unaweza ukajiweka kwenye matatizo. That is very true, huo ni ukweli. Akitaka kufanya, kwa sababu wakati wake wa kufanya umefika, halafu wewe ukawa hauko tayari kukubali au kuamini, unaweza ukajiweka kwenye matatizo. Look on Zekaria, mwangalie Zekaria, mwangalie Zekaria alikuwa katika zamu yake ya ukuana, yuko anatumika wakati ule malaika Gabriel anazungumza naye. Zekaria hakuamini, lakini ilikuwa ni wakati sahihi wa Mungu kumleta Yohana duniani. Angalia kilichotokea, angalia kilichotokea. Zekaria alikuwa ameingia katika zamu yake ukwani, ya ukuani akiwa anaongea, lakini nini kilitokea? Alitoka kule akiwa hawezi kuongea, ni bubu, ni bubu. Alitoka akiwa hawezi kuongea, watu walimshangaa like, watu waliokuwa wanamsubiri kule nje alipotoka, wakajua kwamba hili sio jambo la kawaida, kwamba ametoka, amerudi hawezi kuongea, jambo hili si